Bukatika kuelezea alamati saati alwusta, dalili za kiama za kati na kati. Kuna dalili za kiama ambayo ni kubwa, zikitokea hizo tena ndo kuisha letu, na kuna dalili za kiama ndogo ndogo, ambayo hiyo zinakuwa zina rilai kila mtu na nafasi yake, anaweza kama tulikuwa tukisema huko nyuma, kila mtu ana kiama chake katika moja tafsiri ya ahlul ilmi, kwamba saa hii pia inaweza kuwa kila mmoja ana saa yake, na pia alwusta kati na kati, kuashiria tu kwamba ulimwengu ushamaliza, zinasubiliwa zile kubra zidhihirike, tuwe tumemalizika. Kwa tuka tukuzielezea hizo, na tulikuwa tukielezea masala ya mauti na Nabii sasalam na ma yataallaq bihi kufa kwake mtume swalla allahu alayhi wasallam, na nafungamana kwamba ni sehemu ya masaib. Mtu anaweza kumpata basi afikirie au ajipoze ule msiba wake, kuangalia msiba wa kumkosa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukaendelea mpaka tukafikia kuzielezea hadithi ambayo zinatufundisha namna gani kuishi sisi na utawala tulionao sisi na viongozi wanaotupekeshea mgwetu, na utaona Uislamu umeeleza kwa namna ya upana kila janibu umeenda. Leo utaona kuna hadithi tukizieleza, zinasema pia ule utawala hauelezi mambo ambayo yanafaa, unaeleza mambo yasiofaa. Na kiufupi, kama unaelezea maasia, hauelezei twaa ya Mwenyezi Mungu, basi tumeamuriwa pia kutosikiliza na kutofuata. Sasa utaona kwamba Uislamu haukuacha eneo lolote, lakini maulama nao wakaja kuweka balance ya understanding kwamba Vipi huku tunaambiwa bwana, ikitokea watawala wenu wanaenda ndivyo sivyo, tusubiri. Huku unajakuambia bwana, mtawala huyu akifanya jambo ambalo liko against na mambo ya Mwenyezi Mungu, usimtii. Tunafanyaje? wale wa ulumu alhadith au musala lhadith wanakuja kutupa kitu kinaitwa tariqul jam'i, njia ya kuzikusanya hadithi zote hizi mbili. Ni nini maana yake? Utafutwe result ya kile uteekufanya. Je, tukifanya kwa sura hii ndiyo italeta impact nzuri, na tukifanya kwa sura hii italeta impact mbaya? Ndio tuna decide tunachagua tufanye nini. Hadithi ya Imam Bukhari ilituambia hivi kwamba mankariha kariha yoyote, aliyochukia min amirihi, kutoka kwa kiongozi wake, shay'an chochote kile amechukia, falyasbir asubiri, asubiri, fainnahu kwani, hakika hali ya shani au mambo yalivyo, man kharaja min as-sultani shibra, yoyote mwenye kutoka katika taa ya mfalme japo kidogo tu, basi huyu mtu mata mitatan jahiliya, atakuwa amekufa mauti ya ujahiliya, na kwamba atakuwa amekwenda kinyume na ule mwenendo uliwacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tukaambiwa pia mwenye ku ondoa sulta, maana mwenye kufanya ile sulta ipate udhaifu, man khala yadan min taatin mwenye kufanya chochote kuondoa nguvu au usikivu katika ule utii, laqiya Allaha yawmal qiyama, atakutana na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. La hujjata lahu, hana cha kujitetea. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bay'ah, mata mitatan jahiliyya. Hii ni hadithi ambayo jana tulikuwa tumesimamia hapo, na yote, yule ambaye atakaikufa na katika shingo yake, maana yake makusudio kwamba huyu hajaweka kitu beia kufungamana na kiongozi yoyote, hajampa nguvu kiongozi wowote katika kufanya mambo ya Mwenyezi Mungu, kupeleka jambo la Mwenyezi Mungu, basi huyu mata maytata jahiliya, atakufa kifo cha ujahilia, ambao ujahiliya inajulikana mambo yao yalikuwa sio sahihi, mpaka alipokuja Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulama wakatambia makusudi hadithi hizi ni ule mtu anakwenda kinyume na maamrisho ya wengi. Ule mtu anakwenda kinyume na maamrisho ya wengi, yani fara kwa jamaa ahad ila waka alahu kadha wa kadha wa kadha. Isipokuwa atakwenda kinyume yatamtokea moja, mbili, tatu katika mabaya. Tutizame sasa hadithi inayokuja kinyume chake.

Sayali manake itakuja umura. Sayali manake atatawalia umurakum, mambo yenu nyinyi. Min baadi, baada ya mimi kufa, atatawalia mambo yenu nyinyi baada ya mimi kufa. Rijalun, watu, yuarifunakum ma tumkiruna, wanataka muyafanye mema, mabaya Wataka kufanya nini? Yafanye mema yale mabaya, ambao leo ndo mara nyingi sana yapo hapa. Asbaha munkaran ma'rufan wa ma'rufan munkaran, jambo jema limekuwa ndo baya, baya limekuwa ndo jema. Mifano iko mingi, tunaja kupoteza muda leo biashara ya mambo ya umisi au kujiuza au kujiweka, unaambiwa ni uhuru wa kibinadamu, kila mtu ana uhuru wake. Lakini jambo limekatazwa na sheria, kila mtu anatakiwa na limiti katika uhuru wake, asitembee uchi, asika, asiwe na nini, e tabaruji, kwa wanaume, lakini kuambiwa hayo ni rights za wanadamu, ni human rights, utafanyaje?

onekana wewe ni mujahid au wewe ni ni, we ni terrorism gaidi. Onekana ni mtu terrorism, ni mtu gaidi. unafanya jambo hilo kwa sababu gani? unafanya jambo la kukumbusha watu na kukataza watu mabaya, lakini sasa unayoyasema yanakuwa na udhi watu. Kwa hiyo itakuja watu watawatawalia watu kama hao, tufanye nini? mtumenatambia Fala ta'ata liman asa Allah, hakuna kumtii yule ambayo muasi Mwenyezi Mungu. Contradiction inakuja hiyo. Kumba tusubiri mpaka tukutane na mtumessalam hapo, naambiwa hakuna kumtii, kwani tumeambiwa tusitoke katika twaa inge mawazo ya wengi, eh sana. wamt man faraka jamaatan shibran fakad khala ribqatal islam, tena mwenye kwenda kinyume na kundi, jamaa, mkusanyiko, eh mawazo ya wengi akaenda kinyume japo kidogo, basi huyu amevua ribqata al-Islam, manake aqd kile kidani cha Uislamu, lile vazi la Uislamu, ile ngao ya Kiislamu ameivua, min uqihi min unuqihi, kutoka katika shingo yake. Tuambiwa hivyo, huko tunaambiwa fala ta'ata hata liman asa Allah, hakuna kutii yule anamwasi Mwenyezi Mungu. Kwa riwaya ingine hakuna kwa ninyi. Kwa nini kuwatii? Sasa tunafanyaje? Tunarudi kwa ahlulilmi, tunakuja kwa watu wanachuoni, wanatuambia nini kwenye mazingira kama haya, kwamba kiongozi anakutawalia, anaamrisha labda uuze pombe au utoe certificate ya kuuza pombe, wewe ni nisegeeni waziri segeni kadha kadha, na certificate respective religion dini di yako imani yako, ili jambo liko against utafanya nini? Ahlulilmi wanatambia njia ni, ni, wa biya, jiyani, moja mbili ufanye, ala ikra sabili, ama njia ya nini ya, ya, ya, ya, ya, Yani, maanake kwamba wewe umetezwa nguvu katika lili, lakini sio ridhaa yako, sio ridhaa yako. Kwa sababu gani? Kwa sababu unajua, kwa sababu Uislamu, hili ni maasi, siwezi kumtii ambaye ni kiongozi, na huku inakwambia kama umeamrishwa, umeona jambo lina kera, ni munkar katika dini, usubiri kumsubiria nani? Usiyo katoka katika ufalme wa mmoja au twaa ya kiongozi Tufanye nini? Unaambiwa uwe katika sehemu ya ikrah. Na mukrah wana anachoni etuambia, amesameheka rufia alqalamu an thalath e, madhambi yamenyanyuliwa au taklif imeondolewa wa e, kwa watu watatu. Eh, asabi wanasi wa mustakrah, kama kuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wa sallam, rufinmamastukrihu alaihi au kama qala, imechukuliwa afu kwa umangu wale ambao wanatwezwa nguvu. Utakuwa katika hali kama hiyo, certificate ile huitoi kwa maana ya ridha, lakini unaitoa kwa sababu umetwezwa nguvu. Na Mwenyezi Mungu anajua wale ambao man ukriha wa qalbuhu mutmainu biliman, yani yeye imetozwa nguvu, lakini moyo wake umetulia kuwa na imani. Hawezi wakaitwa wanafiq, kwa sababu gani? Situation hairuhusu hivyo, unakuwa na safe side. Lakini hapo hapo kwamba lile jambo wewe ulichukie na usiwe na furaha ya kulisapoti. Kwa njia ipi? Kwa maana ya kwamba kukaa Against na ile fikra right. Utapata upenyo kidogo tu wa kufanya liliokuwa ambayo linaendana na matakwa wa Mwenyezi Mungu, basi utafanya, lakini sio kwamba ukae una enjoy, na mbaya zaidi nao pia unachukua nini allowance kupitia ile jambo hii, unaingia kwenye maangamivu ambayo ilosema, la taata fi maasiatila, hakuna kuutii katika kuasi Mwenyezi Mungu. Mara nyingine tunakutana na mambo ya familia pia, bali inavyoongoza ni mambo ya kifamilia. Kuna mtu anaang'ania, kama kesi tuliyoletewa tena jana, tunakutana naye, watu wanaang'ania igawe mirathi mali ambayo mwenyewe marehemu ameshampa zawadi mtu mwingine kabla hata hajafa, na huko nyuma ilipokuwa amekufa yule mwenyewe, familia nzima imekubali kwamba tutakuwa hii tuingiri, mali hatuingilii tutagawa na zile ambazo marehemu hajaigawa watu wamegawana uzuri imekaa maisha yamekuwa tafu wamerudi mahakamani na ile tunaitaka katika mali ya marehemu sasa wengine ambao walikuwa wanajua kwamba ile siyo sehemu ya mali yetu wanaamua kwamba tukae mezani kifaa kilichofanya lakini sisi hatuchukui hii sio haki yetu hao waliofanya ukorofi wacha wachukue wao, kesha kesha watakwenda kujibu mbele ya Mwenyezi Mungu, tokea kwenye mafamilia mambo kama hii. Kwa hiyo inawezekana hukuman ukawe umeshiriki kutekeleza ile jambo lakini dianatan ndani kidini unasema la, I'm sorry, mimi siwezi kufanya namna hiyo. Kwa nini Uislamu kutaka tuishi hivi? Kwa sababu gani? kuusiwe na mifarakano wala tanzau kwa nakumbuka riwaya jana e, akatambia wala tanzau yadan minta, usifanye kupelekea kukungombana. Kwa sababu nini? Kwa sababu hujafanya taa, usipelekee kugombana maji kwamba watu wako family yako. Kwa nini umefanya vile? Kama mtu amesema wazetu wengi walikusenga hata kupingana na jambo, anajua kabisa hili haliwezekani, lakini hata kupingana. Kwa sababu nini? kaambiwa la ta. Hadithi zote zipo za kuambiwa kwamba usubiri, usitoe katika soko, usiwe nini, kadha kadha, zipo kwa hapa. Maana yake tunafundishwa tu na hikma wanachoona kwa kutolea njia mbili, ima ufanye kwa njia ya istiqrar, na pia usienjoi kwa kile kinachokuwa kipo. Ndio mmoja katika wanachoona kubwa sana. Sheikh Muhammad Ramadhani bin Said al-Buti, enzio tunajua Syria kabla haijavurugika. E, katika wanachuoni wakubwa walikuwa anasikilizwa, al alipokuwa akifahamisha jamii kwamba haifai tunavyofanya sisi kushambulia serikali tunasababisha matatizo makubwa -ma -ma magumu. Na yeye Mwenyezi Mungu alikuwa amemjalia nguvu kwamba anasikilizwa hata na kiongozi alikuwa akiwaonea huruma watu wengi sana, akienda kwa rahisi rahisi, anafanya kwa sababu, walikuwa kwa kipindi hicho cha nyuma viongozi wakubwa watu wanaoheshimu watu wenye dini. Kwa hiyo alipozungumzia masuala kuto mfanyia mkorofi mtu mwenye utawala, akaonekana ni mbaya. Darsa kama hivi tena alfajiri, wakatokea watu wakamuua pale pale kwenye darsa, na inajulikana maarufu chokisa au hiyo senario mpaka ile kitabuka kisomesha wenye darsa kikuwa kina data. Kwa nini? Kwa kuzungumzia hadithi za mtumezungumza kwamba tunatakiwa tuwe na hikma. Unapokuwa uko chini ya utawala jair, utasema kwamba inatakiwa bwana, kalimatul haq inda sultani jair fa inkana aqibatahu khairan kwa sababu Mtume SAW katuachia kila kitu hiyo kalimatul haki kwamba ikiwa itamnufaisha yule sultani mjeuri mfalme mbao mjeuri ndio uitumie lakini kama haitomnufaisha manake itakutoa kwenye madhara itawatia na wengine na wengine eh? fasbir subiri wala tanzau au fakrahu amalahu chukia amali yako unajua mara nyingine jazba inatufanya tupeleka kuna maamuzi na kuwa mabaya hadithi zipo nyingi sana, wa muongozo wa Mtume kazi angalia kabla simambo huku na huku lakini, mwingine ima kwa kusoma upande mmoja au kwa kuonyesha ile jazba anakosea, alafu anahisi kwamba yeye yupo katika usawa, kwa sababu tumeshaambiwa sisi e, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, msijiangamize nafsi zenu wenyewe. Ushajua huyu ni sultani, huyu ni mtawala nikimfanyia hichi pamoja na bado dini yangu nataka hivyo, itakuwa hali yangu ni mbaya, dini yangu pia itatukanwa, itakuwa haibu katika wewe. Unafanya kwa sababu gani? Umeona hadithi yako inakuambia fala taata liman asa Allah hivyo si hivyo. Na hii ndio hali tuliokuwa nayo sana. Wangapi leo wanajilipua, wanasababisha matatizo kwa wengine, waliobakia haya mambo, waliobakia haya mambo, wenye jazba. Mtu anatoka mmoja na watu mia moja na kwenda kujilipua, basi kaonekana kwamba huu Uislamu kumbe ni mauaji. Mauaji, lakini watu walivyousoma. Uh, sasa ile nature ya eh, Uislamu, Huislam ndio kitu cha kumkomboa mwanadamu, lakini kwa nini ilikuja kwa hivi, ndio tunaofundishwa na Uislamu wetu kwamba inapotokea jambo eh, tayari mtume mafunzo. Wale watawala wana nguvu zao wana namna zao, tumia hekima katika kulipelekesha ile jambo njia nzuri, wewe usiwepo kule, usitake makubwa makubwa, ukataka mastaka si na nini, mimi ni wewe, waziri ni wewe mbunge, kumbe kule ukiingia utamwasi mola wako. Ridhia kile kichache, ridhia kile ambacho ukasimia, ili uweze kuishi katika njia nzuri. Kutokana na wakati, tusimame hapa mzuri, kutofikia ikija tutazungumza. Katika moja ya alama za Kiyama ni kuvunjika khilafatu rashida Kuondoka ule uongozi uliokuwa wa sawasawa na uadilifu, kwa kuwa umeondoka ana kiama kipo mbali na kiama. Inaweza ikawa kwa pamoja au wakila, moja moja, kwa kila mmoja mmoja, umezinga watafikie tu mambo ambayo yastamuna qawla fayatamuna ahsana. Allah taala lam